Karibu mtazamaji popote pale ulipo, na kukaribisha tena kwenye taarifa zetu za darubini jioni ya leo. Na kama nilivyoanza kukueleza, mimi naitwa Gladys Mungai na Elena Udingo atatusaidia kukupatia taarifa hizi kwa lugha ya ishara mtazamaji, na unaweza kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni KBC Channel 1 na vile vile Gladys Mungai. Karibu na tunaanza taarifa zetu, na kwamba Rais William Ruto ametangaza vita dhidi ya uraibu wa pombe na mihada mihadarati. Rais Ruto alisema tatizo hilo limekithiri na sasa linatishia maadili ya kijamii, utendakazi na usalama wa taifa hili. Kiongozi wa taifa kwenye hotuba yake ya kuulaki mwaka mpya kwa Wakenya aliahidi kuimarisha kitengo cha kukabiliana na dawa za kulevya katika azma yake ya kukomeza taifa hilo ama tatizo hilo humu nchini. Kwenye ikulu ndogo ya Eldoret county Wasingishu, Rais William Ruto aliwasilisha hotuba yake ya kila mwaka ya kuulaki mwaka mpya huku takwimu zikiashiria kukithiri kwa uraibu wa pombe na mihadarati. Rais alionya kwamba tatizo hilo haliwezi kuvumiliwa kamwe nchini. Rais Ruto alilalamikia hatua ya vijana walobalehe kuwa waraibu wa pombe na dawa za kulevya mapema, akionya kuwa tatizo hilo limegeuka kuwa dharura ya kitaifa inayohitaji kushughulikiwa haraka iwezekanavyo na serikali.

Kama sehemu ya mkakati wa kushinda vita dhidi ya uraibu wa pombe na mihadarati, kiongozi wa taifa alitangaza kuimarishwa kwa kitengo cha kukabiliana na dawa za kulevya kwenye idara ya upelelezi wa jinai DCI. Going into the new year, the and coordinated action across government. Kadhalika aliwaonya maafisa wa serikali dhidi ya kuhujumu vita hivyo viliofufuliwa, akisisitiza kwamba hata ridhia mstakabali wa taifa hili ukididimizwa. will become central to every narcotics and illicit alcohol investigation. Rais alirai taifa kukumbatia matumaini katika mwaka mpya huku akiahidi kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika juhudi za kuhakikisha taifa hili linafikia hadhi ya mataifa yaliyostawi.

Baadaye kiongozi wa taifa aliungana na waumini wa kikristo kwenye uwanja wa Eldoret Sports Grounds kwa ajili ya tamasha ya kuulaki mwaka mpya pamoja na kikao cha kuabudu. Hebu tuhesabu pamoja, tuko tayari?